Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillahi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wasahbihi wa man wala, amma ba'du, ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumtakia rehma nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam, kwenye darasa letu lililopita tulizungumzia kuhusiana na nguzo za Uislamu, tukawa na nguzo za Uislamu zipo tano kwa maana Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Swali lilikuwa ni namba mbili. Swali namba tatu ambalo tuko nalo siku yetu ya leo, anasema kam maratibu dini au kam maratib alislam, ni zipi daraja au ni ngapi? Ni ngapi daraja za dini ya Kiislamu? Kam maratibu dini alislam ni ngapi daraja za dini ya Uislamu? Hii dini ina daraja, ina daraja zake, je, ziko ngapi? Jawabu, maratibu dini al islami thalatha. Daraja za hii dini ya Uislamu zipo tatu. Kuna daraja tatu za hii dini ya Uislamu. Daraja ya kwanza ni al-Islam. mtu anafikia daraja anaambiwa huyu ni Muislamu, um kafikia daraja la al-Islam ambapo tuliona maana ya Uislamu ni nini, na Uislamu una nguzo tano. Daraja la pili al iman, anafikia hatua ya kwamba huyu sasa ni muumini mwenyewe. Hili ni daraja katika daraja la dini al iman, na iman ina nguzo sita. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wal yawmil akhir wa tu'mina watumina bilqadari khairihi wa sharrihi, kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake na vitabu vyake, kuamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, lakini vile vile kuamini qadari kheri yake pamoja na shari yake. Daraja la pili ama daraja la tatu ni al-ihsan Daraja hili la tatu la al-ihsani lina nguzo moja tu, ambayo ulama wanasema an tabud llaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ukifikia daraja la ihsani, maana yake ni kumwabudu Allah kana kwamba unamuona, ufikie daraja la kuwa unamwabudu Allah kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa humuoni Mwenyezi Mungu basi yeye anakuona. Ukifikia daraja hili umefikia daraja kubwa sana, uko kwenye swala unaswali kama vile unamwona Allah, subhanahu wa ta'ala. Haya, tumependa kuyafikisha kwa siku yetu ya leo. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.